Karibu kwenye podcast ya Dr. Chris Mauki, mwana saikolojia, mshauri na mwalimu katika masuala ya mahusiano familia, malezi pamoja na maendeleo binafsi. Hapa utajifunza kuhusu malezi sahihi yatakayoboresha maisha ya familia yako, mbinu zitakazoenda kuimarisha mahusiano yako, pamoja na maarifa na ujuzi utakao kujenga kiakili na kukufanya ufikie mafanikio yako binafsi. Karibu uungane nasi katika safari ya mabadiliko na maendeleo. Mimi ni Dr. Chris Mauki na hii ni Daily Talk inayokujia kila siku asubuhi kukusaidia wewe kupata mwanga na mwangaza katika siku yako na kuhakikisha unaendelea kushinda mchana, jioni, ukiwa huko very positive una mambo mazuri, una fikra nzuri, una perceptions nzuri kwa sababu ya chakula ambacho tunakupatia asubuhi. Leo naomba nikusaidie kuamini ya kwamba kwa... kwa... kwa wanadamu hubadilika, wanadamu hubadilika, na mwanadamu hubadilika. Sisemi kwamba wanadamu ni wabaya, lakini wanadamu hubadilika, na kubadilika kwa wanadamu ni kama asili vile, ni kama ni kama, ni kama dhambi ya asili iliyopo, inahitaji mtu ajifunze sana ili kuendelea kuwa consistent, akiwa mwema awe mwema mu, kwako kwa muda wote au kwa mambo mengi, lakini wanadamu hubadilika. unamsaidia Uh, uh, uh, uh, mwanzoni ametoka ame chini uchumi wake mbaya hana exposure hana elimu nzuri unasimama kwenye nafasi yako unasimama pamoja naye unamsaidia unamtengamaza unahakikisha anapata elimu au anapata exposure au anapata biashara wanakuwa connected na huyu na yule na baadaye unashangaa kuna vidharau fulani vinaanza kuonekana pale ambapo huyu mtu anaanza kupiga hatua Anaanza kujielewa, anaanza kubadilisha kuvaa, anaanza kupata elimu nzuri, anaanza kupata connections na nini na nini alafu unaona kabisa, anakuona kama wewe fala, kama wewe ufai, kama wewe mjinga, kama wewe hujasoma afu mbaya zaidi inatokea kwa hivyo, mtu ambaye labda ulikuwa naye kwenye mahusiano mkapendana ukaamua kumnyanyua ili awe muwe muwe naye pamoja kwenye mahusiano, lakini unaanza kushanga, dharau zinaonekana. Wengine wameenda mbali, wanaanza kukusaliti kuongea kuhusu mabaya kuhusu wewe kwa watu wa karibu na wewe. Wengine anaanza kukuchukulia Uh, marafiki zako anaanza kuchukulia kuchukulia uh, opportunity zako fursa zako anakusima, anajionyesha kama yeye amekuwa mzuri na mkubwa na anastahili zaidi ya vitu unavyostahili wewe. Nimeona watu wengi wakipata magonjwa ya moyo, wengine wakipata stroke, wengine wakipata wakiparalyze, kwa sababu ya kuwa disappointed wanapokutana na magumu kama haya. Ushauri wangu kwako, fahamu tu kwamba mwanadamu anabadilika, mwanadamu anabadilika. Na kati ya vitu vitakavyokusaidia, usiweke kiu yako kwenye kutegemea na kuexpect, eh, kutarajia sana mazuri kutoka kwa wale unaowasaidia, kwa sababu sio wote watapata nafasi ya kuyalipa. Wengine bahati mbaya watakulipa maumivu. Fahamu wanadamu wanabadilika, don't over expect from them tarajia kwamba wanaweza wakachenji fanya kwa ajili ya Mungu na kwa ajili ya furaha yako wasaidie lakini usikae utegemee kwamba watakuja kukushukuru watakuja kukupigia magoti watakuja kukulambalamba watakuja kusema asante hata siku moja atatengeneza sherehe ya kukushukuru no, no, no, no, no. it doesn't happen that way. wefahamu kabisa kwamba wanadamu wanabadilika mi ni Dr. Chris Mauki na hii ni Daily Talk